Gazeti la Mtanzania linaandika GPA ya zikwa uh. Waziri Ndalichako atangaza kuufuta uh, katika shule za sekondari. Wamiliki wa shule wasema ni mfumo wa kusindikiza wajinga. Habari uh, nyingine inasema Magufuli ya mng'oa Maswi, TRA atumbua wawili uhamiaji uh, na jusa mlilia Asha Bakari Makame. Gazeti la Mtanzania ukurasa wa mbele habari leo linaandika Magufuli atumbua majipu uhamiaji, amsimamisha kamishna mkuu, bosi wa fedha Maswi amaliza kazi TRA, arudishwa Manyara, mvua yaleta maafa ya ua sita, balozi Saif ateta na Magufuli Ikulu. Na ukurasa wa mbele wa gazeti hili la habari leo umepambwa na picha inayomwonyesha rais John Magufuli akionyesha umahiri wake katika ushonaji wa nguo wakati alipofanya ziara ya kutembelea vitengo vyake ikulu jijini dar es Salaam. E, Majira linaandika JPM aondolewa hofu Zanzibar. Balozi Idi amhakikishia hali ni mkua, ya utulivu mkubwa, asema wananchi wanasubiri tarehe ya kupiga kura. Ndali Chako afuta mfumo wa GPA na baraza la wahariri nchini tefu la charuka. Uh, kufutwa mawio. E, kamati za bunge kujulikana leo, linaandika Majira, na ukurasa wa mbele una picha inamwonyesha rais John Magufuli akiteta jambo na rais mstaafu Jakaya Kikwete walipokutana wakati wa kuaga mwili wa aliyekuwa mbunge e, wa viti maalum e, Leticia Nyerere. E, gazeti la Rai lenyewe linaandika serikali ya Magufuli kikaangoni. E, uchaguzi mwaka elfu mbili na kumi na tano siri ya Chadema kushindwa ya bainika. Tukirejea katika habari za michezo na burudani, rai Sporti linaandika fedha inavyolitafuna soka la Tanzania. Majira inaandika Simba kama kawa, Azam ya rejea kileleni. Habari Leo linaandika Simba heshima imerudi, Azam yaishusha Yanga. Bosou aamini atatesa sana Yanga Kiza Tambwe wakabana kwa mabao na. Mtanzania alinaandika Azam juu Simba ya Mayanja safi na Kim Poulsen aisoma Simba. Taifa Yanga simpo kileleni. Leo kwa ufupi, hizo ndizo dondoo za magazeti yaliyotufikia ya studioni.